Mwenye kuuliza anachokusudia ni kwamba kama Uislamu ndio dini ya haki, yeye kama vile naona anafahamu Qur'ani ndio inaongoza kuhusu huo Uislamu. Sasa mbona panapotokea midahalo ya Waislamu na Wakristo, amwambie fungua Taurati sehemu fulani, ile Taurati pale ni kitabu gani? na kumbe Uislamu ndio dini ya haki, kile kitabu ni kitabu gani? Ndio hivi nilivyokuelewa. Taurati ni kitabu cha Kiislamu. Taurati ni kitabu alioletewa nabii Nabii Musa alayhi salam, ndiye alioletewa Taurati na Injili ni kitabu cha Kiislamu vile vile kitabu ambacho ni cha Mungu ameletewa nabii Isa alaihi ssalam, na zaburi ni kitabu vile vile cha Uislamu ambacho amepewa nabii Daudi alaihissalam, na Qurani ni kitabu cha Uislamu ambacho amepewa nabii Muhammad sallallahu alayhi wa salam. Kwa hivi ni vitabu vya Mungu vinavyozungumzia Uislamu. Sasa labda ungestuka ukasema, mbona sasa kuna na Ukristo halafu panapatikana mdahalo ule mdahalo ni kwamba hawa waislamu wanataka kuambia wakristo ukristo sio dini. Wala wakristo wasinilaumu wakisikia hivi kusema kwamba mimi nimesema sio dini. Ni dini, sio dini ile ya Mungu. Ukristo sio ile. Je, nimeshambulia dini ya watu hapo? La hasha, wao wanafahamu hivyo, lakini tuna dalili za kuwafahamisha ukristo ni dini ya nani? Kama ni dini ya Mungu ililetwa na nabii gani? Akatakwambia nabii Isa. Nabii Isa hakuja kufundisha Ukristo. Nabii Isa mwenyewe alikuwa na dini gani? Utakuta sasa, ndio ule mdahalo unaofanyika, wale waislamu wanawambia nabii Isa alikuwa ni Muislamu. Ushahidi kwenye kitabu chenu hiki hiki hiki, fungua Taurati, fungua Zaburi, fungua hiyo agano wanasema agano siku hizi. Agano jipya hapa na hapa. Ukifungua unakuta kweli Nabii Isa alikuwa ni Muislamu. Muislamu vipi? Matendo, Matendo ya Nabii Isa ndio matendo ambayo tulikuwa tunafanya sisi. Ukija kwenye matendo ambayo Mungu ameagiza ya Nabii Isa hatukosani. Hatuko. Kwa hiyo kama hatukosani alikuwa Muislamu, sio Muislamu. Mama yake alivyokuwa akivaa alivyo wa alivyo alikuwa akivaa kama mlivyovaa nyinyi ah, wale wanaosema ni Wakristo wanavaa hivi? Mbona mama yake sasa ambaye ni mama yake Nabii Isa alikuwa akivaa hivi? Sasa alikuwa na dini gani huyo? Walikuwa wakifanya ibada kwenye masinagogi, lililofasiriwa ni misikiti ya Wayahudi. Misikiti ni, ni, ni, ni nyumba za ibada za kina nani? Si ndio hivyo? Sasa usije ukaona kwamba labda kama mmechomekea kitu ku, kuwakrashi watu, sina kusudia hilo kabisa. Nakusudia kuzungumza kwa mujibu wa maandiko. Watu wakienda kwenye maandiko moja kwa moja, wataona hatukosani, lakini wakienda kwenye vitu sasa walivyovifanya wenyewe, tunakosana. Mtu mmoja alitukuta tunakunywa togwa. Togwa si mnalijua? Akadiriki kutuambia hiyo najisi. Najisi vipi? Tumeambiwa hiyo ni najisi kwa sababu imetengenezwa na vimelea, vimeshavunda ndio hivyo ah. Eh, kwani kitu kikishavunda tu kinakuwa najisi? Hana majibu. Kaambia, kwa hiyo wali wako kama uliuweka ukapata joto kidogo ukavunda, umeshakuwa najisi, huwezi. Kama unaweza kuula wewe uka, ukilo, umekula najisi. Hana majibu, ikabidi nimwambie kitu kingine wewe ukienda haja ndogo, mara nyingine huchukui hata maji au mara zote? Akasema si haja ndogo, kaambia hiyo haja ndogo hiyo ndio najisi. Je, ukufundishwa hiyo kuwa hiyo ni najisi? Hana majibu. Nguruwe unakula? Huli nakula? Kitabu kinazungumza kuwa ni najisi? Hakizungumzi. Hana majibu. Kiongozi wako anakula? Ndio ah, kitabu chake hicho hakijazungumza kuhusu nguruwe msisogelee nyama yake wala mchuzi yao, ni najisi kwenu kabisa ndani ya kitabu. Sasa wanapokuwa watu hawakufuata maandiko, ndio hapo inakuwa dini kila mmoja ana dini hii, mwingine dini hii. Hata Muislamu mwingine anasema ni Muislamu lakini hafuati maandiko naye, utashangaa Uislamu ndio uko hivi kweli? Ndio maana baadhi ya nyakati kwa tunauliza swali tunasema hivi, huyu anaswali swala tano? Huyu ukiambiwa ndio anaswali swala so, tano na matendo haya ah, mbona havifanani? Au sehemu nyingine unauliza, hivi huyu kweli ni Muislamu? Unaambiwa ndio. Muislamu unaambiwa jina lake anaitwa Jafar. Ah, wenye majina ya Jafar wasikasirike bwana, sio lengo langu, nataja tu. Au anaitwa Omar. ah. Sio mimi sikuulizi jina, nauliza nini? Uislamu umeelewa eh? Uislamu ni kujisalimisha kwa Allah sio hilo jina. Kwa hiyo, mamangu umeelewa kile ni kitabu cha Mungu. Kwa hiyo kama ni kitabu cha Mungu, kilikuwa kile ni kitabu cha Muislamu, Nabii Musa alayhi salam, na wote waliofuata